Bila shaka maisha yetu yanaathiriwa hata kufinyangwa kwa kiasi fulani na yaliyopita. Maamuzi ambayo wazazi wetu walifanya yaliamua mahali ambapo tungekuwa, mahali ambapo tungeenda shule na kama tungeweza kusikia injili tukiwa watoto au la. Hivi karibuni nilikuwa nikipitia sanduku la kumbukumbu -kumbu ambazo mama yangu alikuwa amehifadhi kwenye dari kwa miongo kadhaa. Lilikuwa na ripoti zangu za shule ya msingi na hata darasa la kwanza, mwalimu wangu aliandika nukuu, Stephen huenda atahitaji msaada wa ziada kwenye hesabu. Hangeweza kuwa sahihi zaidi kuhusu hilo, lakini iliniguza kwa sababu nilimkumbuka vizuri. Nakumbuka ule ushawishi wake wa kimya kimya katika maisha yangu nikiwa mtoto. Sasa historia iliyopo kwenye Biblia imelenga kutuathiri. Leo kututia moyo. Kwa kweli jambo lingine la kipekee linalosisitizwa kwenye maandiko ni kwamba linatuhimiza tuishi maisha yetu tukizingatia yajayo. Yajayo, yaani hukumu, kurudi kwa Kristo na ukamilifu wa mpango wa milele wa Mungu. Yote haya yamefunuliwa kwenye maandiko na yanalenga kutuunda na kutuchochea kutembea na Mungu. Basi, hili ni sehemu ya jukumu la kinabii la Mika. Sasa katika kitabu hiki kidogo cha unabii ambacho tuko nacho leo, anahubiri mahubiri matatu kwa taifa lililogawanika, Israeli na Yuda. Hotuba ya kwanza katika sura ya kwanza na ya pili ilishughulikia dhambi za Israeli na Yuda na hukumu itakayokuja kutokana na hayo. Sasa mahubiri mawili yanayofuata yatafuata mtindo huo huo. Hapa katika Mika sura ya tatu, Mika anaanza kutoa hotuba yake ya pili au mahubiri. Mstari wa kwanza unaanza sikilizeni, eni viongozi wa Yakobo na watawala wa nyumba ya Israeli, eh? Unaona, Mika anarudi kwenye mada ya hukumu. Kwanza hukumu inakuja juu ya viongozi wa Yuda. Kwa kweli, Bwana anauliza hapa katika mstari wa kwanza, je, si juu yenu kujua haki? Kwa maneno mengine, walijua vyema walijua vyema kuliko kuwa viongozi waovu na wasio na haki, lakini mstari wa pili unawafafanua kama wale wanaochukia mema na kupenda maovu. Unaona, waligeuza kila kitu juu chini ili kupotosha ukweli na kuwanyonya watu. Kwa hiyo Mungu anawaambia kwamba hukumu inakuja na kwa njia inakuja kupitia jeshi la Babeli. Sasa baada ya kuwaonya hawa viongozi waovu, Bwana sasa anawahukumu manabii wa uongo. Anasema hapa katika mstari wa tano, wanawapotosha watu wangu kwa kuahidi amani. Sasa kwa hayo, Mika anatoa muktasari wa ufisadi wa jamii hapa katika mstari wa kumi na moja: viongozi wake wanatoa hukumu kwa rushwa, makuhani wake wanafundisha kwa malipo, manabii wake wanatoa unabii kwa ajili ya pesa. Lakini bado wanategemea Bwana na kusema je, Bwana hayuko katikati yetu? Hakuna janga litakalo tupata. Basi kwa hiyo Yerusalemu itakuwa rundo la magofu. Sasa baada ya hayo, Mika anaingia katika sura ya nne na kile anachokiita siku za mwisho. Huu ndio utimilifu wa mwisho wa ahadi za agano la Mungu. Hivyo licha ya historia ya kutotii ya taifa hilo, Bwana sasa anaahidi kwamba hatawacha milele. Na sura hii inaelezea hali za ule ufalme wa utukufu wa milenia ujao, wakati Yesu Kristo atakaporudi duniani kuanzisha ufalme huu, na Yerusalemu, kwa njia, itakuwa makao yake makuu ya kimataifa. Mstari wa kwanza unatueleza kwamba hekalu litajengwa upya, litakuwa katikati ya ufalme anasema hapa katika mstari watatu, watafua panga zao kuwa majembe na mikuki yao kuwa mundu za kukatia. Taifa halitainua upanga dhidi ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena. Kwa njia, mstari huu unalingana kabisa na Isaya mbili nne na maandishi haya yamechongwa kwenye uwanja uliomkabala tu na jengo la mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa leo. Sasa, lengo la Umoja wa Mataifa ni kuzuia vita visizuke, na kama kila jaribio la mwanadamu kuleta amani limefeli mara kwa mara. Ninashukuru kwa juhudi zao, lakini haitafanikiwa. Ona huu mnara ulioko kwenye bustani ya umma mkabala na Umoja wa Mataifa umewekwa ili kuonyesha kazi ya chombo hicho cha kuleta amani kwa kutumia mstari huu wa Biblia lakini umeacha mistari inayozumbuka ambayo inaonyesha kile kinachohitajika ili amani ya dunia iwezekane, na ni lini itatimia? Siku moja. Kwa mfano, angalia hapa katika unabii wa Mika mstari wa saba: Bwana atatawala juu yao katika mlima Sayuni. Bila shaka iyo ni Yerusalemu. Hakutakuwa na amani duniani hadi mfalme wa amani atakapoketi kwenye kiti chake cha enzi siku moja, na hicho kipande kinachokosekana kiwekwe mahali pake. Sasa hapa katika sura ya tano tunayo unabii huu wa ajabu kuhusu mfalme ajaye uliotolewa miaka mia saba kabla ya Yesu kuzaliwa. Sikiliza hapa kwenye mstari wa pili: lakini wewe Bethlehemu Efradha, uli mdogo sana hata kuhesabiwa miongoni mwa koo za Yuda, kutoka kwako atatoka mmoja atakaye nitawala Israeli ambaye asili yake ni za zamani tangu siku za kale. Mika anaeleza wazi hapa kwamba mfalme atazaliwa Bethlehemu. Unajua, mara nyingi nawaza kuhusu wakuu wa makuhani na waandishi wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. walijua unabii huu, waliujua kwa moyo, walitarajia masihi wao azaliwe Bethlehemu, halafu habari zinapofika wanazipuuza na kwa sababu ya kumkataa Yesu tangu mwanzo kabisa, hata wakati wa kuzaliwa kwake. Sasa Mika anatabiri hapa kwenye mstari wa tatu kwamba Masihi atawaacha kwa muda, lakini hatimaye Israeli itakusanywa tena kama taifa na kuongoka kwa Masihi wao ambaye atarudi siku moja. Kwa kweli, Mika anasema hapa kwenye mstari wa nne, atasimama na kuchunga kundi lake, naye atakuwa amani yao. Maadui wa Israeli na sanamu zote vyote hivyo vitaangamizwa Yesu atakaporudi, tunavyoambiwa hapa kwenye mistari ya kumi na mbili hadi kumi na nne. Unajua itakuwa ufalme wa aina gani, wakati amani duniani itakapofika hatimaye kupitia kwa mkuu wa amani, Yesu Masihi. Sasa pamoja na hayo, mahubiri ya mwisho katika kitabu cha Mika yanaanza hapa sura ya sita na mstari wa kwanza, Sikieni asemavyo Bwana. Basi tena Mika analaani dhambi za watu, anazungumzia kuja kwa hukumu ya Mungu. Na watu wanajibu hapa kwenye mstari wa saba wakuuliza, unajua, tunaweza kutoa sadaka gani ili kumridhisha Mungu? Wanafikiri wanaweza kuchelewesha hukumu ya Mungu kwa, unajua, kufanya mambo kidogo ya kidini. Eh, binadamu wanaendelea kufanya hivyo hadi leo. Basi Mika anajibu hapa kwenye mstari wa nane: ameonyesha kwako, e mwanadamu, yaliyo mema na na na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki upenda rehema na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wako. Unaona, tatizo ni kwamba hakuna mtu yeyote Yuda anayevutiwa na kutembea kwa unyenyekevu na Mungu. Hm, wao wanapenda kidogo mambo ya dini, tuwashe mishumaa michache na tusali sala chache, basi hilo ni sawa. Lakini toba ya kweli na ya dhati kwa dhambi zao ni kitu ambacho hawana nia nacho, kama ilivyo kwa watu wengi siku hizi. Sasa, Mika anaelezea kizazi chake kwa maneno haya ya kusikitisha hapa katika sura ya saba na mstari wa pili: Wacha Mungu wamepotea duniani na hakuna mtu mwadilifu miongoni mwa wanadamu. Kwa maneno mengine, huwezi kumwamini mtu yeyote Yuda, huwezi kuamini majirani zako, huwezi kuamini marafiki zako anasema hapa katika mstari wa tano hata huwezi kuwaamini wanafamilia wako. Anasema katika mstari wa sita kila mtu anajitafutia maslahi yake mwenyewe. Sasa unaweza kujiuliza, basi muumini anawezaje kuishi kwa ajili ya Mungu katika utamaduni wa aina hii? Basi Mika anatupa jibu hapa katika mstari wa saba, lakini mimi nitamtazama Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu atanisikia. Kwa hiyo kwa ushauri huo mzuri, Mika anahitimisha kitabu chake kidogo cha unabii. Anaelekeza mbele kwenye ule ufalme wa baadaye. Anasema hapa katika mstari wa kumi na mbili siku hiyo, watu watakuja kutoka bahari hadi bahari na kutoka mlima hadi mlima hadi Yerusalemu kumwabudu Bwana. Kwa hiyo tena, Mika anawageuzia wasikilizaji wake macho yao kwenye ile siku kuu ile siku kuu, ile tumaini la baadaye, ambapo kila mtu anayemwamini Yesu Kristo kama masia wao ataingia katika ule ufalme na kuishi pamoja naye. Sasa hilo ndilo tumaini letu pia. Na na tumaini hilo linategemea nini? Basi Mika anatupa jibu anaporekodi sala ya shukrani ya waliokombolewa ni ruhusu ni ruhusu nichanganye tafsiri kadhaa za Biblia ili nikupatie jinsi ninavyotafsiri mistari ya 18 na 19. Ni nani aliye Mungu kama wewe, anayesamehe hatia ya mabaki, akipita juu ya makosa ya watu wake? Utabaki na hasira na watu wako milele kwa sababu wapenda kuonyesha upendo usioisha. Utakanyaga dhambi zetu chini ya miguu yako na kuzitupa kwenye